Ndugu yangu wa okay. So wapo unafanya kazi gani hasa kwa unaandika au unapiga picha. So vipi, jina lako nani? Edi Official. Okay. Edi, <laughs> No, leo na swali moja, ndugu yangu, ndugu yangu, nataka nikuchangie a, tupo pamoja on target hapo, tuko live bila chenga. Ya. Yeah. Kama nilivyotambulisha mwanzo. Sasa. Sasa ndugu yangu nataka mm-hmm, swali moja. Hivi mtu anaweza kalalia, kalalia mtu? mtu andarafu, mtu, kichwa, mtu. Mtu mtu mtu. mtu Hapa. Kiviti sasa anaweza anaweza kalalia kalalia kalalia kwa. Hivi kweli kabisa mtu? Badao, swali la rudi tena. Mtu anaweza lalia mto? Hapana. Kivipi? Hapana. Mtu anaweka mtu anaweka mtu kwa kitu ila anaweza lalia mto. Sasa hmm. Kama unalalia mto na angalikuwa hivi kweli, unaweza lalia maji kweli? Hapana. Sasa, kivipi umesema mtu analalia maji?